Kitengo cha usalama barabarani kimeombwa kutoa elimu kwa jamii kuhusu alama mpya za barabarani katika maeneo ya makutano ya barabara za mabasi yanayoenda kwa kasi, badala ya kutoa badala ya kukimbilia kutoa adhabu. Haya yameelezwa na baadhi ya wananchi wa, wa jiji la Dar es Salaam na kuongeza kwamba kitendo kinachofanywa sasa na askari polisi, kitengo cha usalama barabarani, kupitia alama hizo mpya ni kama mradi na hivyo kusababisha usumbufu mkubwa kwa wakazi wa jiji hilo. Taarifa zaidi na Grace Mfuko. Kwanza, kituo hiki kimekuwa kinafanyika kama yani, imekuwa kama matrafiki wanafanya kama mamlaka ya mapato hapa. kuna sehemu kuna kibao kipo pale kinaonyesha gari zikifika pale zinatakiwa ziingie kushoto, zizungukie hivi zikatokee Tandale kule, kwa sababu wanadai hapa hakuna alama inayoonyesha mtu kwenda Tandale. Lakini wanachokifanya wao wanamsubiri mtu aingie kwenye sehemu ya kukosea ndipo wamkamate wamtoze kwanza faini ndo wamwelekeze sasa kama umeagizwa kuwa usalama barabarani inakuwaje wewe usubiri mtu akosee umtoze kwanza faini ndo umwelekeze kwa nini usimwelekeze before na wanasimamiaje mbele ya kosa baadaye wangesimama mwanzo wa alama kwa sababu kama unataka kumwelekeza mtu anaelekea hivi ina maana wangesimama kule mwanzo Umwandu, huku, huku ni, wa ni, ni baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam wakilalamikia vitendo vinavyofanywa na askari wa usalama barabarani ambao wanadaiwa kuacha majukumu yao na sasa wameanza kufanya kazi ya mamlaka ya mapato Tanzania. Wananchi hawa wanaainisha maeneo yanayolalamikiwa kutumiwa na trafiki kama chanzo cha mapato ni barabara ya Kawawa, eneo la Moroko Hotel, Magomeni kuelekea Tandale uzuri, ikiwapo na ile ya kutoka Ubungo kwenda Mabibo. Dar es Salaam jiji kubwa, leo utakamata wewe, unaenda za kumbagala, kesho utakamata mwingine, mtu wa Mbagala amekuja hapa ileo, chochote kwanza, atakao atoe elimu Tumetulia, tumetulia tunajua tumetulia vizuri kabisa kwa, lakini kuna maskari wanatufanya hadi nini nini, wanakuja sasa hivi kutoka kamata tupeka nyote vya polisi. Sasa hii kero, tunaomba hii viongozi wetu wanatusikiza, watuchukulie kwamba kama sisi hapa ni wauni, watuchukulie kama sisi ni ajira, kama nataka tuelekee mwendo mbinu ya kutoweka sisi pamoja, basi atutengenezee mtu wa mimi na kutoweka sisi pamoja kuendesha maisha yetu. Pamoja na malalamiko hayo, wananchi pia wamelalamikia vitendo vya baadhi ya askari wa usalama barabarani kutoa lugha zisizo rafiki kwa wale wanaowakamata bila kutoa elimu. Hali hiyo inamsukuma kamanda wa polisi kikosi cha barani mkoa wa Kipolisi Kinondoni, bwana Awadhi Haji kuzungumzia kuhusu suala hilo. kwa mtendaji, aidha askari hiyo tunasema ni kitu ambacho kwamba Si si, si si si si utaratibu, na sio kwa askari tu, ni kwa mtumishi yoyote wa umma au mtu yoyote anayetoa huduma kwa watu, anapaswa kuwa na huduma nzuri kwa wateja wake anaowahudumia. Sasa kama kuna askari ambaye lugha yake ni mbaya, nafikiri anapaswa achukuliwa hatua, na sisi tuki, tukipata jina la askari huyu anayehudumia wananchi kwa lugha chafu, hatusiti kuchukua hatua sababu ni kwenda kinyume na utaratibu na maadili ya jeshi la polisi. Wakati huo huo, kamanda Haji akazungumzia kuhusu sintofahamu inayojitokeza kupitia mfumo wa mashine za kielektroniki. kutumia hizo mashine lakini bado pia tunatumia hivi vitabu ambavyo tulikuwa tunatumia vitabu vyetu vya notification, sababu kuna wakati mwingine mtandao unaweza ukawa uka unasumbua, basi vile vitabu bado vinatumika katika kutoa hiyo huduma ya kumwandikia mwananchi faini anayekuwa amefanya makosa ya barabarani. Kwa hiyo huko barabarani mtu asija akasema mbona mimi naandikiwa kwa kitabu na wakati kuna mashine. Kwa wakati mwingine zile mashine, kwa sababu ni vifaa, inaweza kikawa na tatizo lolote la kimtandao au namna yote, lazima vitabu vile vitumike. Tatizo la usalama barabarani katika maeneo ya barabara ya mabasi yaendayo kasi imejitokeza kuwa na changamoto kubwa, hususani kwa trafiki wanaodaiwa kutumia maeneo hayo kama ndiyo vyanzo vya kujipatia mapato. Grace Semfuko, Star TV, Dar es Salaam.